Asalamu alekum warahmatullahi wabarakatu. Kwa majina naitwa Ali Idris Abedi, ni katibu wa BAKWATA wa mkoa wa Shinyanga. Alhamdulilahi, nipo hapa, tupo hapa kwenye tukio adhimu kabisa ambalo tumelifanya leo kwa kushirikiana na ndugu zetu wa taasisi ya isari kutoka Uturuki. E, baraza kuu la waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Shinyanga kupitia ofisi ya Sheikh wa mkoa wa Shinyanga leo tumefanya zoezi la ugawaji wa nguo kwa wanafunzi wa shule za msingi wapatao elfu moja katika shule za msingi za Shinyanga manispaa pamoja na wanafunzi wa madarasa zetu waliopo Shinyanga manispaa. Zoezi hili limeratibiwa na ofisi ya shehe wa mkoa kwa kushirikiana na ndugu zetu ambao wametuletea msaada huu kutoka Uturuki. Lakini vile vile sio zoezi hili tu ambalo tumekuwa tukilifanya, ndugu zetu wamekuwa wakitoa msaada wa mara kwa mara kwa ikiwa pamoja na zoezi la uchinjaji na ugawaji wa nyama kwa maana ya kugawia wananchi na jamii kiujumla ujumla, kuchimba visima katika maeneo mbalimbali mbali, lakini kujenga misikiti. Alhamdulillah, katika ofisi yetu ya Bakwata mkoa wa Shinyanga tumepata mradi wa mbuzi ambao hadi sasa tuko katika upande wa wakinamama wa jumuiya ya wakinamama wa Kiislamu wa Tanzania juwakita mkoa. Mradi huu unaendelea kwa maana ya kuwagawia mbuzi kwa ajili ya mradi, lakini vile vile tutaanzisha mradi mwingine kupitia ndugu zetu kutoka kampuni ya Waturuki, e, mradi wa kuwezesha vikundi vya kina mama. Lakini walilahi alhamdu, kama mnavyoona leo tumemaliza salama zoezi hili, kwa kila mwanafunzi amepata mavazi kwa maana ya nguo, lakini tutakula nao chakula kwa pamoja, na litakuwa ni endelevu kwetu sisi kupitia taasisi hii kutoka Uturuki. Vilevile tumepata vita, e, mashafu, mashafu pamoja na majuzuu Masafu haya na majuzuu tunayaelekeza katika madarasa zetu za manispaa ya Shinyanga mjini awamu ya kwanza. Awamu inayofuata tutapeleka katika wilaya ya Kahama, tutapeleka Shinyanga vijijini, tutamalizia wilaya ya ya Kishapu kwa maana ya kuagawia. E, awamu hii ndugu zetu wametupatia tuweze kugawa kupitia ofisi ya shewa mkoa kwa Shinyanga manispaa. Hii zitakwenda katika madrasa zetu kwa maana ya madrasa za watoto pamoja na madrasa za kinamama na watu wazima. Alhamdulilahi lakini vile vile katika zoezi letu la ugawaji leo, kwa maana tumepata watu wengi sana ambao wametuunga mkono, kwa maana hata watoto waliopo mtaani tumewachukua. Lakini kuna watoto kutoka katika vituo vya kulea watoto kama walemavu wa ngozi pamoja na walio na walio na upungufu katika kusikia, wamepelea kidogo tu, katika kuwapatia hili zoezi tu, tunaliratibu kama ofisi ya BAKWATA mkoa na kuwafikia walengwa katika maeneo yao, na tayari tumechukua loko yao kwa maana ya taratibu kupitia viongozi wao. Tumechukua wale ambao wahitaji waliopelea, tutawakuta aidha ni mashuleni ama katika vituo vyao. Tunatoa wito, tunatoa wito kwamba kwa ndugu zetu ambao Mwenyezi Mungu amewawezesha e, wazazi, ikiwa pamoja na wale ambao wamewezeshwa na Mwenyezi Mungu chochote tukumbuke kwamba eh, kuna wenzetu ambao hali ulionayo wewe hawana wao. Kwa hiyo ni jambo zuri sana na ni sadaka bora zaidi kumpata, kumpatia mlengwa, kwa sababu sadaka nyingi tumekuwa tukiwapa watu wanaojiweza. Hii sio sadaka hii, hii tunaridhishana. Sadaka iliyo bora ni kumpa mtu mwenye uhitaji wa sadaka hiyo kwao, na kuombeni ndugu zangu ambao pia mnaguswa mna, mna na jambo hili watoto ni wengi sana hasa katika vituo vya kulelea watoto. Kuna watoto yatima, tuwafikie na, na, na, na hao tuweze kuwapatia. Hata nyinyi mlioko huko, tunatoa wito muweze kuwafikia na kuwasaidia ndugu zetu hawa walioko katika mazingira magumu.